Mwili wako unaweza ukakusanya sumu kadiri muda unavyokuwa unapita, na hizi sumu zinaweza zikatokana na vyakula unavyokula kila siku, au lishe mbovu, au kutokana na unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara, vyakula vyenye mafuta mengi, uh, unywaji wa vinywaji ambavyo ni baridi au vyenye sukari nyingi, lakini pia hizi uh, sumu huwa zinaathiri utendaji kazi wa ini na pia kusababisha matatizo ya ini, na dalili mojawapo ambazo zinaweza zikaonyesha kwamba ini lako alifanyi kazi vizuri ni kuwa na uchovu wa mara kwa mara. Uh, kuwa na kichefuchefu, kukosa hamu ya kula, ngozi yako kubadilika rangi na kuwa ya njano, macho kuwa ya njano, tumbo kuvimbiwa na gesi ya mara kwa mara. Kuondoa hizi sumu kwenye ini na kurudisha utendaji kazi wa mwili vizuri, uh, hapa ndo tunarudi kwenye challenge yetu ya kutumia uh, Liver Care jioni na leo, ni siku ya pili katika challenge yetu. Tunatumia Liver Care ili kusafisha ini na kuondoa sumu mwilini na kuongeza utendaji kazi wa kinga ya mwili na mwili kwa ujumla na mifumo mingine ya mwili. Tutatumia kidonge kimoja wakati wa jioni, na hii ni challenge ya siku ya pili kwenye kutumia Liver Care. Unapotumia Liver Care ina maana unasaidia ini lako liweze kuchuja sumu vizuri, liondoe mafuta na liweze kuimarisha utendaji kazi wa organi nyingine na mwili kwa ujumla. Ili kuweza kupata tiba hii nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa, lakini soma caption kujua faida zake na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.